Taarifa ambayo tulikujuza ni kuhusiana na uteuzi ambao umefanywa na Rais Samia Suluhu Hassan ambao umewaweka kando wakuu wa mikoa mitano na kuwapandisha baadhi ya wakuu wa wilaya na kugusa pia mabadiliko ya mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC, ambapo amemteua Machibya Masanja kuwa mkurugenzi mpya akichukua nafasi ya Masanja Kadogosa. Mkuu wa mkoa wa Arusha Po Makonda amewekwa kando na nafasi yake ikichukuliwa na Kenan Kihongosi aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Selukamba amewekwa kando na nafasi yake imechukuliwa na Henry James ambaye awali alikuwa mkuu wa wilaya ya Iringa na wilaya hiyo imepata mkuu wa wilaya mpya ambaye ni Benjamin Sita. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenyi amewekwa kando na nafasi yake ikichukuliwa na Balozi Simon Siro ambaye kabla ya uteuzi huo alikuwa mwenyekiti wa bodi ya shirika la madini la Taifa STAMICO mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera amewekwa kando, nafasi yake ikichukuliwa na Beno Malisa, huku mkuu wa mkoa wa Songwe Daniel Chongolo akiwekwa kando na nafasi yake ikichukuliwa na Jabiri Makame. Wakuu wa wilaya waliopandishwa vyeo ni mkuu wa wilaya ya Kahama Mboni Mhita aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga akichukua nafasi ya Namringi Macha aliyehamishiwa mkoa wa Simiu. Wakuu wa wilaya wapya ni Esto Mikyando ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo, Ayub Sebalile kuwa mkuu wa wilaya ya Muheza na Tekla Mkuchika ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butihama. Na kuangalia hili kwa jicho la uchambuzi, tunaungana na Majid Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya siasa. Habari Majid na karibu sana. Shukran sana uh, i, asante sana. Naam, shukran. Uh, tulisikia kuhusiana na uh, taarifa za baadhi ya viongozi ambao wako katika nafasi mbalimbali ambao wanajiandaa katika kushiriki katika uchaguzi kutoa ku, ku, ku, taarifa mapema. Sasa hili limekuwa likihusishwa pia na uteuzi uh, uh, uh, huu ambao umetoka, ni moja kwa moja tuna, tunaweza kusema hivyo. Ni sahihi kabisa, Hilda. Ilitarajiwa iwe hivi kwa sababu kulikuwa na taarifa za awali kwamba utaratibu ni huo. Kama unaonyesha eh, interest ya kwenda kugombea mahala, basi utaipisha nafasi yako ili mwingine achukue nafasi hiyo. Kwa hiyo wakapewa tarehe za mwisho eh, na sasa huo mkeka unaotajwa eh, ulikuwa swala wakati tu eh, na ndicho kilichotokea. Mm -hmm. Na mtazamo um, wako pia ni upi hasa katika mabadiliko baadhi ukifanyiwa pia uhamisho uh, uh, uh, kwa, kwa viongozi katika nafasi mbalimbali -mbali hizi? Imempa nafasi Rais wa Jamhuri ya Muungano katika hiki kilichotokea kufanya yale marekebisho ni kama kikosi eh, cha timu ya mpira eh, kuna mahala pengine palikuwa na mapungufu, kwa hiyo imempa nafasi eh, kwa haya yanayo tu kuenda kutokea kuweza kujaribu ku, watu wengine eh, na kuwapandisha wapa nafasi eh, ukiangalia pale Iringa eh, eh, anapata nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa nafasi ambayo hajapata kuwa nayo eh, uko nyuma kwa wilaya tu wilaya mbili au tatu tofauti eh, lakini pia tunaona Arusha inapata eh, mkuu wa mkoa mpya eh, kwa jina la kiongozi eh, ambaye sasa anapata mkoa kimkakati muhimu sana, kwa hiyo amepanda yeye e, na kuna wengine kama tulivyoshuhudia wana wame, wamepelekwa mahala ambapo huyu e, ameondoka. Kwa hiyo e, anaenda kujaribu kikosi hiki kuelekea e, uchaguzi Dr. Samia Suluhu Hassan e, na bila shaka imebaki miezi takriban mitatu tu e, kabla shughuli kubwa ya uchaguzi kufanyika. Sasa wa Majidi miongoni mwa mkoa ambao umekuwa gumzo na umekuwa ni mkoa wa kimkakati, kuna aina shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika, ni mkoa wa Arusha. Ametoka hapo Makonda na sasa hivi ameenda Kenani Kihongosi nafasi ya kiongozi kwenye mkoa huo, na kile ambacho amekuwa akikifanya Paul Makonda ambaye anaondoka kwenye mkoa huo ni ipi, na pengine nyinyi wachambuzi, kipi ambacho mnakiona? Uh, ana mtihani mgumu uh, kena kiongozi uh, lazima uh, ajaribu kucheza mchezo wake kama vile ilivyo kwenye football. Uh, uh, hawezi kufanana na Paul Makonda lakini, uh, kena kiongozi ni uh, kena kiongozi uh, kwa hiyo lazima ajitambulishe uh, kama yeye na stahili yake uh, bila shaka watu watamwelewa uh. Kini, yale aliyokuwa akiyafanya uh, Paul Makonda e, simuoni kenan akiwa na staili hiyo hiyo. E, ni mbunifu, kena kiongozi ni mtu anayeweza kuhamasisha watu wakafanya kile ambacho kinatakiwa kifanyike, na ni moja sifa kuu ya kiongozi kuweza kushawishi watu wakakufuata. E, kwa hiyo tutamwona kiongozi mwingine kijana katika Arusha, mkoa wa kimkakati, akija na ubunifu, akija na staili yake e, lakini hatafanana na, na Paul Makonda Una, una shaka ama unaridhishwa na hili? Na aliwahi pia kuwa kwa kutumikia mkoa huo kwenye nafasi mm -hmm. ya wilaya akiwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Sa, kabisa e, ni mkoa ambao anaufahamu na e, bila shaka e, tukio hili anasema kufa kufaana. Eh, kwake yeye anakwenda kwenda kwenye mkoa ambao anaufahamu eh, anakwenda kupata nafasi kubwa kabisa kutoka Simiyu eh, kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, mkoa wa kimkakati eh, ni, ni nafasi kubwa eh, kwake yeye na pengine inaweza ikaonyesha uwezo wake zaidi eh, endapo ataitumia vizuri mm -hmm. Kuna hili la balozi eh, Siro kupelekwa Kigoma eh, pengine nyinyi wachambuzi mnaliangalia kwa jicho gani? Nafasi nyingine toka kuwa IGP kwenda kuwa mkuu wa mkoa e, nafasi nyingine ya kuonyesha sasa uwezo wake e, kwa maana ya kwamba e, anakwenda kuongoza mkoa wa mpakani, mkoa wa kimkakati al e, Simon Siro alkadhalika, e, ana nafasi naye kumwonyesha mwenyekiti rais wa Jamhuri ya Muungano kwamba anao uwezo wa kuwaongoza watu na, ah, na kutekeleza yale ambayo yapo katika mikakati ya serikali e, na na pengine nafasi yake ya kuonyesha kwamba anaweza kufanya makubwa zaidi. Samani, hili ni la uchokozi kidogo. uh, alikuwa IGP sasa anaenda kuwa mkuu wa mkoa, maana yake anaenda kuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, anaenda kuwa chini ya uh, IGP pengine e, wewe kwa upande wako na hili unalionaje? Na, na utaunganisha pia kwa upande wa Daniel Chongolo unamwona wapi na yeye. Kwenye jamhuri unapoapa, unaapa kuitumikia jamhuri katika nafasi yoyote ile utakayopewa na, na, na, na amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kazi ya, ya, ya za jamhuri. Kwa hiyo uwezo ukalinganisha, yupo kwenye nafasi ya uteuzi, anaweza kuteuliwa kuwa chochote kile. Kwa hiyo amekuwa mkuu wa mkoa uh -huh. Mi nakushukuru sana na asante sana kwa muda wako Majidi Mjengwa, asante sana Richard natakia na, siku njema. Asante sana ni Majidi Mjengo wa mchambuzi wa masuala ya siasa, tukizungumza kuhusiana na uteuzi ambao umefanywa na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini pia eh, baadhi ya viongozi wakipishana, mmoja akienda kwenye nafasi nyingine na mwingine kwenye nafasi nyingine. Na ukiingia kwenye ukurasa wa Instagram wa Ikulu Mawasiliano, saa kumi na mbili zilizopita upo mkeka ambao umewekwa wa viongozi hao.